<shriek> Ah, we si ndio uliongea kwamba ulo sema wewe, umenitambulisha kabisa kwa ulimi wako. Huyu kaka yako, kaka yako ndo mnaenda kuoga wote. tena ukiwa kwenye kanga moja na huyo kaka yako yupo kwenye boksa astaghfirullah. Yani, we Naumi, una hata haya yani? Mmejiachia wenyewe, hamna hata wasiwasi, mnatoka bafuni wawili, eti mtu na kaka yake. ake huoni hata aibu? Sasa unaenda wapi Kombo? Sasa nenda wapi vipi? Na mimi nitaiweka bisura yao. Unaondoka vipi? Wakati mimi ndio nilikuleta hapa ndani wa sosi wako wani. Nitamwangalia yule dada yako. Hivi nitapita kwa lidogo gani mi? ule, ule, mimi? Wewe yule achana naye. Yule mimi namuweza mimi mwenyewe. Naomi. Naomi wewe. Unajua <laughs> Naomi, roho ya mtu sio suruali. Kwambie kitoe kutano nyingine. Mimi nikifa umdani. Kombo, kwa hiyo mimi uniamini, si ndiyo? Naomba uniamini mimi, nimeshakwambia niamini, yule mimi namuweza. <laughs> Kumbe, nambu nambu na haya. Mimi namuweza. Sasa unaondokaje? wokmpa uam, ndo maana nakwambia, naomba mimi niamini. Hebu kaa chini kwanza.

nimekuja kukuomba msamaha kwa kile kilichotokea. Utajua mwenye na lana zako, maana hata ufananii kabisa yani na mambo ambayo unayafanya. Dada useme hivyo, nimeteleza tu, ndio maana niko hapa, nimekuja kukuomba msamaha. Dada angu, please nakuomba, usimwambie mume wangu. Sawa, mi nimekuelewa, ila kitu kimoja tu, usije ukanishirikisha kwa jambo lako lolote lile likishakuja kutokea Siju umenielewa dada, mimi wangu awezi kujua pasipo kumwambia, amna mtu yoyote ambaye anajua zaidi yako dada. Ndio maana niko hapa, nimekuja na kuomba unisamehe, <coughs> kwa unavyotaka wewe yani. Huoni hata aibu ndani kwako unafanya huo uchafu kweli, Naomi eh? Uwe na stara, kila siku nakwambia uwe na stara ndani kwako ah. Dada usiseme hivyo, mimi ndio maana niko hapa, nimekuja, najua nimekosea, naomba unisamee dadaangu, sitorudia tena, nimemaliza naou, litakapotokea usije ukanishirikisha eti dada, sijui nini. Mm -mm, nyanyuka, mi nimesha kuelewa kweli kweli, dada yeah. hey, kuna swala naomba nikuombe kama itawezekana. Ombi gani? nilikuwa naomba nikupe pesa ukaninunulie madila Kariakoo. Sawa dada, nipe tu hata sasa hivi mimi nitaenda kununulia. Kweli? Yeah. ila usinichukulie madila mabaya naomba nichagulie rangi nzuri ndo niletee. Sawa? Sawa dada, nitakuchagulia mazuri wewe mwenyewe utayapenda ta na. Sawa dada. Basi, sawa, Kwa nini sasa unaongea hivyo hmm? Yaani, mwenyewe huku si wenyewe huku, kazi tunafanya kigumu tu, unaona bwana, kwa sababu bosi mwenyewe yupo Arusha na hii kazi tunayoifanya lazima arudi aione ndo atupe pesa, na ndo maana unaona muda mwingi nimechelewa, niko huku kwa eh. Eh, sababu siwezi siwezi kuondoka nikaacha pesa. Sasa nimefanya nini Mi nitakuwa mwanaume au nitakuwa siwezi kufanya hivyo. shida ipo wapi eh? hapo ndani kuna mayai, unga upo, tengeneza mayai, pika ugali, kula eh? mpenzi wangu, shida ipo wapi? mi ningekuwa na pesa ningekutumia Zubeda eh? wewe ndo mpenzi wangu, ningekuwa na pesa ningekutumia Nipo hapa mi nasubiri pesa. Fanya hivyo. Najua mpenzi wangu, najua, najua. Aya, sawa. Vipi, baba mwenye nyumba amekuja? Hajaja. Sawa basi sawa, haya mpenzi wangu, mi pesa tu nikiingia tu mi pesa nakutumia. Aya poa, aya estuo ju <laughs> no, ni nivogonga mlango afu ukabaki sekunde ngapi huku nje? Kajuananaya atoke wapi bwana, hapa nimetoka zangu nje huko. Afu najua <laughs> bibi yako mimi namuogopa sana wewe. Yaani kaga okay, nikifikiria najua umndani lazima atakuwa na na nini ile ile bas nini, nini bunduki ile. Ah, nakosa kweli. Ungekuwa na mkadilio ungejilaza kitandani hapo. Ah, sasa si wewe. Eh, kwa hiyo mimi ndo chambo. Ah, wewe ndio connector. <laughs> Tuachane na hayo bwana. Mi hapa nimetoka zangu, njo nimetoka kuongea na dada, nimetoka kumwomba samaha, kanisamee na kaniahidi hata mwambia babu chochote. Kwa hiyo ameisha kabisa kuwa na amani, kda kunambia kila kitu kipo sawa Mm. Hata hivyo tena, yani nakubali <laughs> na kuna vitu vyake kaniagiza nikamfuatia. Eh? unaenda saizi ndio sawa so, hmm. Basi tuende sasa, tuende wote tukafanya nini? Wewe nisubiri hapa, mimi narudi mwenye, nanyoshesha miguu kidogo, unyoshe miguu wewe, baki hapa. Tukiondoka wote tutazua mengine, wewe bora hapa ubaki. Mimi kuhusu mazingira ya kula kila kitu nishazingatia, nishaongea na Eda. utakuwa tunaribu nini sasa, Kombo nile au ushakuwa na mwanaume mwingine, tunaribu vipi? kunielewe basi. Mimi chuki kijamaa kingine nakitolea wapi? Eh, ningekuwa nacho, wewe ungekupa hapa ndani sasa hivi. Yani mimi nisiwe na wivu kwako? Najua mimi nakupenda wewe, najua eh. Sasa kwani nisiwe na wivu? Sasa uko peke yako wewe, acha tu mimi nivae haraka haraka hapa nifanye nini. Ni sawa, lakini mpenzi wangu basi, si chelewi, ndio maana naomba uniache hili ni wahi. Sayari Sayari ya Mapenzi sayari

Kari. Hmm. Karibu. Asante, mdogo wangu, mambo poa. Ah, mbona napenda kulalala muda wote? Vipi, kwema? Nini tena nakuchosha? Haya, mimi nimekuja kwa kufuata jibu langu lile, tuliongea jana pale. Napanga mimi siwezi. hmm. mekucha Jamani, si tuliongea tu pale jana vizuri na tukana na utakuja kunipa majibu wewe. Tena leo unaogopa nini mdogo wangu? Wezi nini mdogo wangu? Wewe mniambia unachoogopa yeye ni nini? Mume wangu akijua wa je? <coughs> Nilikwambia jana tena kuhusu hiyo Kombo ndio usiofie kabisa. Yaani ile sawa ndio usiofie kabisa. Huyo na Kombo namjua vizuri. Wewe una furaha maisha ya Kombo yomo ndani? Haona chogopa hapo nini? Wewe bikra mwenzangu. Hapana. Hujawahi kufanya. Kwa hiyo hapo na furaha maisha yako? hizi nywele hizi, haya, hii minywele, unaifurahia hii minywele ilivyo chachama hivi kama tangawizi eh? Ona mdogo wangu, kijola hiki ndo kanga hiki hiki tena ndo ukivai mdogo wangu ka hivi, unajua ni mzuri, unajua ni mzuri hi, ona, jiangalie. Rangi kumi kumi hizi kama ndizi za kuchoma, mjione ulivyo. Je, mjiangalie. Unapenda maisha yako? Kubali yaani, mambo yataenda hivi. Viraki vilaki mbivu vinakuwa, sio shida zako sawa? Sio na mimi dada yako mwenyewe, natamba. Vipi, napendeza? Hatari. Unioni ufurahii maisha yangu, upendi kuwa na hii rangi, upendi wewe maisha? Basi dada yangu nipe tena <laughs> muda, nitakupa majibu yako. Ajifikirie basi ya, nije lini tena Sao sijaenda kutafuta nda kupa jibu Uniambie. Eh. Sawa. Sawa. Ni kama ifanishi. Mimi naenda mdogo wangu. Na usikae hivyo mpweke mpweke. Ukiona umepoa, okay. Nigongee uje hata kwangu, sawa? Sawa dadangu. Haya nakupenda mwana. Okay. Ngoja mimi nitoke kidogo baadaye nitarudi. Okay. Ah, bye. Thank hmm. hmm. Sawa basi, jitahidi kuchagua maua mapya. Ah, mm -hmm. Sawa basi, kama wanatoka, nijuze ayabadoa mm -mm. mm -mm. Bado, bado, hajatoka. Bado, hajatoka. Bado hajatoka. Wow. <laughs> Tuko free. Mm -hmm. Unipi, unipi, yani hapa saivi tuko. Kwa hiyo maana nataka unipe, unipe yani unipe <laughs> ya yani unipete paka nijikute nikiwa mwepesi. Najua yule baba kimoja tu chali, yani anakuacha mtu, yani umeamka asubuhi na choka, lakini nataka niamke, yani yaani leo nataka nishinde vizuri kabisa, ni nikiwa mwepesi kabisa. Usijali, niko hapa kwa ajili yako ndo achkuiagilacha urafi bwana. Alafu unajua wewe una akili nyingi sana, ile kitendo cha kumtuma ule mbali, wajua nimewaza, nimewaza nkasema, wewe mie tena halafu najua kum... unajua ni mtamu zaidi kuliko hata unaongea naye kwenye simu seriously. Alafu mwangaza, unajua kuna kuna sukari alafu kuna asali. mm-hmm. hivi vyote vitamu lakini asali ni tamu zaidi kuliko sukari vyote mm. Vitamu, lakini we mtamu. <laughs> <laughs> <laughs> ah. <tutu> zaidi <inaudible> sayari sayari ya mapenzi